Hey mambo vipi? Karibu sana. Leo video hii inawahusu content creator kama mimi hapa, ambao tumekuwa tukitumia platform ya YouTube kuweza kushare maudhui mbalimbali mbali, kama ni masuala ya habari ama masuala ya kutoa mafunzo, ishu yote ile ambayo tayari una account ya YouTube na unashare maudhui, basi video hii ya leo inakuhusu. YouTube wamekuwa wakiboresha platform yao, wamekuwa wakiengeza features mbalimbali ambazo zimekuwa zikisaidia kwa njia moja ama nyingine zimekuwa zikisaidia kwa upande wa content creator lakini pia kwa upande wa watazamaji. So features hii ya leo mpya ambayo unahitaji kuweza kukufahamisha, pengine haukuwa unaelewa kama kitu hicho tayari kipo katika YouTube, inaitwa multi-language audio tracks. Features hii kikubwa ambacho inafanya, tumezoea sisi kuweza kuweka subtitle, unaenda kwenye video mfano inaongea kwa Kifaransa, unahitaji kuweza kufahamu basi una select subtitle ya Kiingereza ili basi uweze kusoma pale chini lakini sasa features hii inachokuja kufanya moja kwa moja ina-translate kwa kupitia audio, yani yule mtu anaongea kwa lugha ya Kifaransa mfano, lakini tayari wewe utasikia kwa lugha ya Kiswahili kama mtazamaji. Sasa features hii sisi kama content creator, tunatakiwa tuweze ku-enable kuifanya basi iweze kufanya kazi katika video zetu kwa kupitia katika settings, na bado features hii ni mpya, lakini tayari inafanya kazi una language bado hazijawa zinafanya kazi, lakini takriban lugha nyingi inakubali na bado wapo katika kuiboresha ili basi uweze kufanya kazi. Ni nzuri sana. una uwezo kuangalia video ambayo inafundishwa mfano mafunzo fulani kwa lugha ya Kitaliano ukawa unamsikia yule mtu anaongea lugha ya Kiswahili kabisa. So, tutakwenda kuona hapa katika YouTube Studio kwa wale content creator, na then tunafahamu YouTube Studio. So, nitakwenda kuonesha katika settings sehemu ambayo unatakiwa uweze ku-enable ili basi video zako ziweze kuwa translated kwenda katika language nyingine, mfano kama mimi video zangu nyingi naongea Kiswahili. So akitokea, a, mtu kutoka pengine Ufaransa anaongea Kifaransa hafahamu Kiswahili, na anahitaji aweze kufahamu kile ambacho naongea. Ukiachilia subtitle pia ana uwezo wa kuweka hiyo, na akanisikia mimi naongea Kifaransa, lakini mimi lugha niliyotumia hapo ni Kiswahili. Hiyo ni YouTube, miongoni mwa features ambazo ni mpya ambazo tayari zinafanya kazi na ni nzuri sana kwa sisi content creator. So ishu ya lugha sasa hivi haina kikwazo tena. Unaweza kutumia lugha hiyo hiyo ambayo unaitumia na watu wote wakaweza kuelewa kila ambacho unakiongelea katika hiyo video. So tuingie katika kompyuta nikuonyeshe jinsi gani ambavyo utaweza kuset setting yako na kuweza kuruhusu hiyo features fanye kazi katika video zako ambazo utakuwa unaziweka. So moja kwa moja njoo zako katika YouTube Studio. Utakapofika katika YouTube Studio yako, sote tunafahamu wale content creator ambao tunatumia YouTube, YouTube Studio no, inaonekanaje. So utakuja sehemu ya setting huku, uh, pembeni chini huku. Kwa wale ambao tunatumia computer kama hii ya kwangu unayoiona no, utaklik hapa na itafunguka setting. Hii tunaifahamu sote. Utakuja sehemu ambayo inasomeka upload default, utaklik hapo, na baada ya hapo katika hii sehemu ya default achana na hizi sehemu nyingine, njoo katika hii sehemu ya kati ya advanced setting, tuta click hapa, itafunguka, utashuka chini, kuna sehemu inasomeka automatic, uh, dubbing. Sehemu hii ndio hiyo features ambayo natakiwa basi uweze kuallow hiyo automatic dubbing, na features hiyo itaweza kufanya kazi katika video zako. So hapo utakuja uta click kuweza kuaccept, na unaweza hapo click manual review dubs before publishing utakapotuma tu video yako, utakuwa na uwezo wa kuweza manual kuweza kuiangalia, je, ina tafsiri vizuri hiyo language ambayo ina tafsiri. Mfano wewe unaongea kwa Kiswahili lakini tayari ukisikiliza kwa Kifaransa, je, inasikika vizuri kwa. Unaweza hapa ukaweza kuclik ili basi manual uweze kureview kabla ya kuweza kuupload video zako lakini vilevile review dabs in all language, unaweza ku review dabs katika language zote. review dabs in experimental language, kuna language ambazo tayari zinafanyiwa uh, experiment kama hizo, Kifaransa, Kispain. Lakini kuna language nyingine bado hazijawa katika hii uh, features. So utachagua hapa, acha hivyo hivyo default. Baada ya hapo click save. Na tayari baada ya kufanya setting hizo, video ambazo zitakuwa na zi-upload zitakuwa na zi uwezo zi wa kubadilisha lugha. Mtu kutoka uh, Italy anaongea Kiitaliano, anahitaji kuona video yako kile ambacho unakiongea basi, ana uwezo wa kuchange na kuweza kuweka hiyo language ambayo anahitaji kuisikia kutoka katika language ambayo imetengenezewa hiyo video. Ndio kikubwa features hii ambayo nimekufahamisha leo hapa inakwenda kufanya. So natumai utaweza kuitumia na wewe itakusaidia sana kuwafikia watu wengi zaidi duniani ambao pengine ilikuwa sio rahisi kuweza kuwafikia kwa sababu ya lugha. Tayari features hii itaweza kusaidia, na kila siku inavyokwenda inaboreshwa hii, na mwisho wa siku lugha zote zitakuwa zinapatikana na itakuwa hamna tena ishu ya kushindwa basi kuwafikia watu wengine kwa sababu ya lugha. Nitakwenda kufahamisha wakati mwingine ukiwa kule unaangalia katika ile video kama viewer mfano awali watazamaji wanaangalia vipi ambavyo wataweza kuseti na kusikia ile lugha ambayo inaongelewa pale katika lugha ya kwake yule mtazamaji, mfano Kifaransa kutoka lugha ya Kiswahili ambayo ile video imetengenezewa aweze kusikia lugha ya Kifaransa. Nitakwenda kuonyesha pia, watu hawafahamu jinsi ya kubadilisha hizo eh, lugha katika video, nitakuja kufahamisha pia na hiyo video hiyo. Itawahusu hata wale ambao watazamaji pengine unaangalia video umeipenda ipo katika lugha ya Kifaransa, unahitaji usikie katika lugha ya Kiingereza, unaweza kubadilisha. Nitakuja kufahamisha, so endelea kufuatilia YouTube channel yangu. Ni features ndogo tu hii ambayo ni mpya, nimehitaji kuweza kushare na wewe content creator mwenzangu. So natumai umeweza kupata kitu kipya, like video hii, subscribe channel yangu ya YouTube kama bado hujisubscribe. Tukutane wakati mwingine. Kama una maoni, una maswali, unaweza kuniuliza katika sehemu ya comment. Kikubwa ambacho nataka uweze kukifanya, unaweza kwenda kuendelea kufuatilia features hii ambayo nimekufahamisha hii leo kwa kuweza kusearch na kuona zaidi kile ambacho inafanya na vitu ambavyo kwa sasa unatakiwa vizingatie kwa kuweza kutumia features hii. Tukutane katika video ijayo.